Kwa jina naitwa Frolata Mutalemwa, ni mkufunzi kutoka Chuo cha VETA Songea. Tumekuja sabasaba, katika maonyesho ya mwaka ya 49 maonyesho ambayo ni kauli yote, nasema kwamba maonyesho ya sabasaba ni fahari ya Tanzania. Sisi kama mamlaka ya mafunzo ya ufundi stadi katika kitengo cha ushonaji nguo na mavazi, tumeleta bidhaa zetu mbalimbali pamoja na kutangaza kozi mbalimbali tunazozifanya katika vyuo vyetu, tumeleta nguo za michezo ambazo kwa mara ya kwanza VETA Songea tumeanza kuzizalisha kwa ajili ya michezo, kuhamasisha kazi, kuhamasisha michezo, kwani michezo ni, ni afya, michezo ni ajira kwa tunawakaribisha wadau wote pamoja na kuhamasisha michezo. Ni afya, michezo ni ajira lakini vijana wetu ambao tuko nao wanajifunza, wanapata fursa ya kuzalisha na kujipatia fedha kwa ajili ya mahitaji yao. tunasongea tuna vijana ambao wana mahitaji maalum, kama wanavyoona kwa nyuma, tunakuwa nao. Walikuja kama ni wanafunzi, kwa sasa wamemaliza, wanavuatia wanakaa katika kitengo cha uzalishaji baadhi. Tumeandaa kazi zetu. Hii ni jezi ya kike ambayo

Ya, kwa michezo kunahii kwa, yes. Kwa timu zetu kongwe Simba na Yanga watani wajari, tunawakaribisha sana VETA, mtapata huduma hiyo, achana neni na habari ya kwenda kuagiza China China, unaweza ukapata feki, lakini VETA Songea utapata OG jezi utakaoipata utakaoivaa, tunakudizainia kama vile imetoka Thailand, ilitoka Uingereza au zaidi hata Uingereza haijawahi kuvaliwa, lakini utaivalia hapa Tanzania, Tanzania na itapatikanika hapa mkoani Ruvuma katika taasisi yetu ya VETA. Uh, kwa sasa tumeanza kupokea oda mbalimbali kutoka kwenye vituo vinavyotuzunguka mikoa ya jirani na mikoa ya mbali lakini ninawahamasisha mataasisi ya serikali ya umma waje watunge mkono wajiria kwa ajili ya kuandalia nguo za michezo. Tunamuunga mkono mama yetu Samia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namna gani anavyopenda michezo, namna gani anavosapoti tuna anavo na anavo uwezo sisi wa kuandaa nguo za michezo kuanzia track suti jezi, yes. kwa ajili ya kumuunga mkono kwa sababu michezo ni, ni afya. Michezo ni, ni ajira. Asanteni sana, karibuni sana. VETA Songea. VETA Songea hatujawacha nyuma wanawake, wanawake wasichana, tumewaandalia bidhaa ya kujihifadhi siku za mwezi. Tumeandaa taulo ya hedhi ya kufua Mwanamke, taulo hii imeandaliwa kwa kitambaa cha pamba cha pamba halisi. Taulo hii imetengenezwa na matabaka ya aina tatu. Tabaka la kwanza ni kitambaa laini, kitambaa hiki ambacho akivaa mwanamke kinakuwa juu ya ngozi na kitambaa cha pili ambacho ni taulo. Taulo hii kazi yake ni kufyonza na kubeba uzito wa damu, na kitambaa cha tatu ni mpira ambao unazuia damu isiweze kuvuja na kumchafua mtu. Faida ya kuvaa hii taulo ya kufua, cha kwanza kabisa kwa afya ya uzazi inamsaidia kujikinga na, na magonjwa kwa mfano fungus, tiai, kuwashwa, una wengine wana zaidi saa inaenda kupelekea kupunguza maambukizi kwenye via vya uzazi. Pili, inatunza mazingira, kwani ndani ya miaka mitatu unaweza kutumia kitamba hiki taulo hii bila kukitupa. Matumizi yake, unatumia ndani ya masaa mawili matatu na badilisha, na inafuliwa inaanikwa kama kawaida, jurani inanyoshwa kwa joto dogo na nyuzi ishirini au thelathini na kuhifadhiwa kwa wakati mwingine. Kwao tunawakaribisha VETA mashule, taasisi, tukihamasisha sasa hivi kina mama, kina dada, turudi katika zama zetu za kufua vitambaa, lakini kitambaa ambacho kinakuwa kimetengenezwa kisasa zaidi na ukafua ukakianika na ukawa salama zaidi kwa sababu uzazi salama unaanza na hezi salama.